Uhaligani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari, tukujuze yale tuliyokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Said Nasoro, nitakusomea habari za kitaifa na habari za kimataifa, na habari za biashara leo zitasomwa na Mhamed Jamal. Karibu hadi tamati, kifuatacho ndani ya TVE. Habari: hali ngumu ya kiuchumi, familia yachochea afya ya akili kwa vijana. Chalamila atia mguu sakata la kudhulumiwa nyumba na viwanja mjane na katika habari za kimataifa rais Trump anogewa, apanga kukichukua kisiwa cha Greenland. Na mtazamaji, karibu na moja kwa moja. Tuanzie kwa makamu mkuu wa chuo kikuu cha Dodoma UDOM, profesa Lughano Kusiluka amesema kuwa changamoto ya afya ya akili kwa vijana hapa nchini imeongezeka kwa kasi kutokana na sababu mbalimbali ikiwemo mbali, hali ngumu ya kiuchumi, mabadiliko ya mifumo ya kifamilia, msongo wa mawazo, matumizi makubwa ya mitandao ya kijamii, pamoja na kasi ya maendeleo ya teknolojia ya kidijitali. Tujiunge na Josephin Kaponya kwa taarifa zaidi. Profesa Kusiluka amesema hayo katika hafla iliyofanyika chuo kikuu cha Dodoma YUDOM wakati akizindua rasmi mradi wa Yugudi Tavu afya unaolenga kushughulikia kwa vitendo matatizo ya afya ya akili kwa vijana, hususani wanaoishi mijini na pembezoni mwa miji. Kasi ya kuvunjika kwa ndoa inaongezeka, inatokana na nini? Kama sisi watu wazima tunasema akili zetu ziko sawa eh? Sasa hii natoka wapi? na ndoa ikivunjika, ikiwa na watoto immediately, afya ya wale watoto imeathirika, hmm? na wao wana, wanaendelea kukua huku wana grievances, na baadaye wanakuja wanaposoma vizuri, nasema wazazi wetu hakutakiwa actually watengane, wakati sisi hatujakuwa sawa sawa kwa hiyo hawa nao ni sababu ya tatizo letu, wanaanza chuki kwa sababu nao. Wanafunzi walioshiriki katika hafla hiyo wameeleza chanzo cha afya ya akili kulingana na changamoto za maisha. Kwetu sisi kama wanafunzi pale, mtu anapata msongo wa mawazo kutokana na hali ya nyumbani, pengine hali ya nyumbani ya kimaisha inakuwa ngumu, ni namna gani aweze kutatua hali yake ya hapa ya, ya akiwa chuo na pia hali ya kimaisha akiwa nyumbani, maana familia nyingi za za maskini hapa Tanzania, kwa hiyo inakuwa na ugumu pale m mwanafunzi au mwanachuo kupata kile anachoistahili Uhusiano ni kitu cha kwanza ambacho kiweza kumsababishia mwanafunzi hasa wa chuo kikuu kupata changamoto afya ya akili, lakini swala jingine ni kujihusisha, kwa sababu kujihusisha na mahusiano ambayo sio rasmi, leo uko na huyu, kesho uko na huyu, ama leo uko na mtu fulani, kesho uko na mtu fulani kesho itakapokuja kutusababishia magonjwa na vitu kama hivyo, lazima tutapata mawazo, tutapata sonona, tutaishia kuwa na changamoto hii afya yake. Kwa mujibu wa Profesa Kusiluka, mradi wa yugu, Ditavu afya unatarajiwa kutoa mapendekezo ya kisera pamoja na mbinu za vitendo zitakazosaidia kuboresha afya ya akili kwa vijana na kuimarisha ustawi wa jamii kwa ujumla, hatua inayotajwa kuwa ni muhimu katika kujenga taifa lenye vijana wenye afya njema ya mwili na akili. Na mradi huo ni miongoni mwa miradi 23 ya kimataifa inayotekelezwa chini ya programu ya Good Life huku miradi minne ikitekelezwa hapa nchini Tanzania. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila ameamua kuunda kamati maalum nchini chini ya ofisi yake huku pia akimwelekeza mkuu wa wilaya ya Kinondoni Saad Mtambule kuunda kamati nyingine kufuatia mgogoro wa nyumba uliopo Kunduchi Beach wilayani Kinondoni ili haki ipatikane. Mwandishi wetu Mrisho Mapeo anayo taarifa zaidi. Mgogoro huo unahusisha nyumba pamoja na viwanja namba 38, 39 na 40 block D vilivyopo Kunduchi Beach, kimhusisha Happiness Mwambingu ambaye ni mjane wa marehemu Dr. Bernard Mwambingu na Fortis Mwambingu ambaye ni mdogo wa marehemu aliyeamua kubadilisha hati ili kujimilikisha nyumba na viwanja vya marehemu kaka yake. Akizungumza mara baada ya kutembelea eneo hilo na kusikiliza namna mgogoro huo ulivyo, pamoja na uamuzi wa kuunda kamati hizo mbili, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila ameamuru jeshi la polisi kumkamata Lydia Bernard na Joel Mwambingu ambao walifanya udanganyifu ili kujimilikisha eneo hilo na hati Likauzwa ambapo Lydia Bernardi alijifanya ni mke wa marehemu huku Joel akijifanya ni mtoto wa marehemu. Anaitwa Lydia, aliyekwenda kuwa ndio mume, ndio mke wa marehemu, atafutwe awekwe lock up kwanza. Huyu Joeli atafutwe awekwe lock up kwanza kwa, naunda kamati ya mkoa kwa uzito wa jambo lenyewe ambalo nitashirikisha ofisi ya Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa sababu kuna waziri wetu wa TAMISEMI. Nitashirikisha ofisi ya DS, ya RICO, nitashirikisha ofisi ya ZPC, nitashirikisha ofisi ya TAKUKURU, nitashirikisha ofisi zote za wataalamu na nitaomba mtaalamu mmoja kutoka ofisi ya Rais ili tuwe naye katika masuala haya, iwe ni kama capstone ya kuweza pia kuendelea kutatua migogoro ya aina nyingine. Kwa hiyo kamati ngapi? Mbili. Wewe DC utafanya kamati, mimi mkoa mkoa nitaunda kamati ambayo itashirikisha sasa wataalamu mbalimbali. Na la mwisho Mheshimiwa DC. Kwa sababu tumegundua sasa hii migogoro pale kwenye faili lako unayo mingi. Wenzetu ardhi nao wanatatua, huku nako wanatatua. Kila mahali huwa kunaweza kuwa kuna watu wazuri na kuna watu wabaya. Kuanzia tarehe 22 Mheshimiwa DC, niangalieni tarehe 22 ni, mbili, ni, tale, ni Jumangapi. Tarehe 22 ya mwezi wa kwanza. Nitakuwa jumangapi? Kuanzia tarehe ishirini na mbili, Mheshimiwa DC, tupate full 3 days katika wilaya yako hii ya Kinondoni. Tupige kambi, tupige kambi Alihamisi, tupige kambi Jumaa, tupige kambi Jumamosi, tutatue shida za watu tukiwa na wataalamu wote wa mkoa wa Dar es Salaam. Kwa upande wake Mkuu wa Wilaya ya Kinondoni Sadi Mtambule amesema kwa kuwa kumekuwa na sinto fahamu nyingi kwenye viwanja na nyumba hiyo hadi kuuzwa na kwamba mjane huyo alipaswa kuondoka kwenye nyumba hiyo, ameelekeza mjane huyo kuendelea kuishi hapo hadi pale watakapojiridhisha juu ya mmiliki halali. Lakini seme tu moja, mama amesema hapa kwamba leo ndio siku yake ya mwisho kuweza kutolewa mimi nilimwambia kwamba tutakaa na RPC tuweze kuona, kwa sababu jambo linafanywa kazi na kama ambavyo tumesikiliza hapa, na wenzetu wa Wizara ya Ardhi wako hapa, na hao wanaona kwa kweli kuna kitu kipya cha ziada wamejifunza basi ni vyema mama akaendelea kubaki hapa bila. Hata hivyo, mjane huyo Happiness na mwanasheria wa kamishna wa ardhi Adel Frida Lekule wameeleza hali halisi ya mgogoro huo ulivyo hadi kufikia hapo ulipo, ambapo nyumba hiyo tayari imeuzwa na mjane huyo akatakiwa kuondoka kwenye nyumba hiyo. Tulianza kujenga mwaka elfu mbili hapa elfu moja mia tisa sabini na tisa, e, mm, yeah, tisa tisa ndo tulinunua yeah. Tena wakati huyo ana mwaka mmoja, maana huyu kazaliwa sabini na nane. Tumeanza kujionga taratibu taratibu, elfu mbili na moja ndo tukaanza kuhamia, elfu mbili na moja na ndo mlihamia? Kwa hiyo elfu mbili na moja okay, ndo mkahamia hapa, mm. Kwao baada hapo ndo mkaamua sasa mfanye za e, kupimaji kupimaji no, mkapima kiwanja kile kule mm. hiki na hicho kingine cha nyuma huko tuliuza kwa ajili kwa tunapojenga nyumba ilikwama, tukauza hapo na, na nyumba nyingine tuka na Magomeni tukauza ili nguvu yote muiweke hapa. Mmepoteza kiwanja kimoja na kingine ili na... nguvu yote iwe hapa. Kwa hiyo kiwanja kile kikawa kuna namba, na namba, kingine kina namba. Kwa hiyo muda huu, maana yake ni kwamba nyumba hii ambayo mmejenga na mme wako kutoka mwaka huo imeuzwa, ndio na mimi leo, ndio ile kwa siku yangu akutolea mudani. <laughs> wala kuna haja ya kulia kuliata. Hiki kilikuwa kinamilikiwa kienyeji na Joel Mwambingu pamoja na Fauzi Mwambingu, lakini baada ya kikao kile kulikuwa kuna hali ya makubaliano kwamba inaonekana kabisa ardhi hii ilikuwa ni ya Bernard Mwambingu. Mwambingu. Kwa hiyo angalau hapo nitaka tufikie mahali fulani. Moja ya mambo yanayoleta utata mkubwa na kustaajabisha ni kijana Joel aliyejidai kuwa yeye ni mmiliki wa nyumba hiyo na viwanja hivyo tangu miaka ya 1980 wakati yeye mwenyewe amezaliwa mwaka 1996. Wananchi wametakiwa kuchukua tahadhari na kuwa makini katika kipindi cha msimu wa mvua ili kuepuka madhara yanayoweza kujitokeza kutokana na kujaa kwa maji katika maeneo ya miundombinu ya barabara. Rai hiyo imetolewa na mtendaji mkuu na wakala wa barabara za vijijini na mijini TARURA, mhandisi Victor Sef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 Kwa hiyo nisisitize kwamba tuwe makini eh, kwa ajili ya usalama wetu, lakini vilevile na kwa ajili ya usalama wa miundombinu ambayo imewekwa pale kwa ajili ya daraja. Aidha, Mhandisi Seifa amesisitiza kuwa kwa maeneo ambayo barabara au daraja limesombwa na maji, wananchi wanapaswa kuwa makini zaidi ili kuepuka madhara yanayoweza kutokea. Wakazi wa Mbonyokwa, manispaa ya Ilala, jijini Dar es Salaam wamelalamika kukosekana kwa huduma ya maji pamoja na kubambikiziwa bili za maji kutoka mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira DAWASA, hali ambayo inapelekea adha kubwa kwa wananchi hao. Mwandishi wetu Gudlak Msola anayo taarifa zaidi. Wakizungumza katika mkutano wa kusikiza kelo ambao umeandaliwa na mbunge wa jimbo la Segerea, wananchi hao wamesema licha ya kuwa wanakosa huduma ya maji safi na salama lakini pia wamekuwa wakibambikiziwa bili za maji tofauti na matumizi ya maji pamoja na kutolewa lugha zisizofaa kutoka kwa baadhi ya watumishi wa DAWASA. mita yangu ina ukungu, yani namba ya zile hazionekani kabisa, lakini naletewa bili. Sasa nashindwa kuelewa, huyu msoma mita anakuja na ile binokula anasoma au anaonaje, ili kuona zile unit ambazo nimetumia, kwa sababu mita hata tukienda nyumbani kwangu ni karibu tu hapo, namba hazionekani kabisa lakini naletewa bili sasa, hizo bili huyo msomamita anazionaje kwamba mimi nimetumia unit kiasi fulani? Tarehe 24 mwezi wa 12 kabla ya Krismasi nadhani, mheshimiwa Wesu alienda Ruvu, tukaambiwa approve kabisa, Ruvu imejaa vizuri, mitambo yote iwashwe ndani ya masaa 72, watu wapate huduma ya maji. Tukasema eh hey, Mungu ametusaidia, si ndivyo eh? Sasa ndugu yangu, mitambo imewashwa. Mpaka leo, mpaka leo hatujaekuona tone la maji. Kwa upande wake, mbunge wa jimbo la Segerea Agnesta Kaiza amesema hatua ya kusikiza kero hizo za wananchi ni kuendelea kutimiza falsafa ya kuwa karibu na kusikiliza pamoja na kufanyia kazi changamoto zinazowakabili wananchi hususan jimbo la Segerea kupitia kampeni yake ya mtaa kwa mtaa, kuanza kuangalia hizi kero changamoto za wananchi wetu wakati ya bonyokwa jinsi wanavyokosa maji safi na salama na mmeona lakini pia mmesikia wapo wananchi ambao wengine wameunganishiwa maji na mita mmeziona mabomba mmeyaona, lakini hawajapata maji kwa kipindi cha miezi minne, wengine sita. Mkutana na mzee mmoja hapa, anasema yeye ameunganishiwa maji, lakini ana miaka, miaka mitatu hajapata hajapata maji. Lakini sambamba na hilo, mmeona uh, na mmesikia kuna masuala mazima ya mambo ya bili, mtu hapati maji lakini, lakini analetewa bili, lakini mwingine mita hazisomi, lakini wanasoma mita wanakwenda wanasema kwamba wanasoma zile mita yote ya yote. Mimi kama mbunge pamoja na DAWASA pamoja na wenye viti wa serikali za mitaa na uongozi mzima wa kata hii ya Bonyokwa, tumeamua kuja mtaa kwa mtaa, mtu kwa mtu itakapobidi, kwanza kuangalia wote ambao hawapati maji safi na salama lakini pili tuone changamoto ni nini na namna gani ambayo tunaweza tukatatua. Katika mkutano huo pia, mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Dar es Salaam DAWASA nao walishiriki katika mkutano huo, ambapo akijibu tuma zinazowakabili meneja wa DAWASA mkoa wa Tabata Gilbert, amesema kuwa DAWASA inafanyia kazi changamoto ya upungufu wa maji katika eneo la Bonyokwa na mkoa wa Dar es Salaam, huku akiahidi kuendelea kufanyia kazi malalamiko ya wa wananchi mobili na lugha zisizofaa za watumishi. Changamoto moja kubwa ambayo tumeiona ni kwamba usimamizi wa karibu wa kuhakikisha ufuatiliaji wa ratiba za huduma tunazotoa ndio moja ya maeneo ambayo yamelalamikiwa, na sisi kama viongozi tunaenda kujipanga na tumeainisha kabisa tutatoa ratiba vizuri, ambayo tutashirikisha wenye viti wa mitaa, wenye viti wa mitaa pamoja na wajumbe waweze kujua kama ratiba ni Jumatano basi wajue Jumatano hiyo kuanzia saa ngapi mpaka saa ngapi wanapata huduma, na kama kuna changamoto basi tutakuwa tuna share ili wananchi waweze kuwa communicate, wao wawe wanapata taarifa rasmi ya nini kinaendelea kwenye eneo la huduma ya maji hasa kwenye ratiba inayowahusu. Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi, CCM, Balozi Dr. Asha Rose Migiro ameanza rasmi ziara ya kikazi ya kukutana na kuzungumza na mabalozi wa mashina kwa lengo la kukijenga chama kuimarisha mshikamano kwa wanachama na kuhuisha jumuiya zake kuanzia ngazi ya chini kabisa, huku akiwataka mabalozi hao kuzingatia kanuni na sheria za ilani ya Chama cha Mapinduzi katika utekelezaji wa majukumu yao kwa wananchi. Kwa taarifa hii, tujiunge nayo Recho Chacha. Ziara hiyo imeanza hii leo jijini Dar es Salaam ambapo balozi Dr. Migiro amekutana na mabalozi wa mashina kutoka wilaya za Temeke na Kigamboni ambapo amewataka mabalozi hao kuhakikisha wanavijua vitega uchumi na miradi mbalimbali iliyopo katika maeneo yao na kuisimamia ipasavyo kama chama kinavyoelekeza ili kuendelea kukuza uchumi wa taifa na kuimarisha ustawi wa wananchi. Akizungumza katika mkutano huo, Dkt. Migiro amesema mabalozi wa mashina ni uti wa mgongo wa CCM kwa kuwa ndio waliopo karibu zaidi na wananchi, hivyo mchango wao ni muhimu katika kukijenga chama chenye mshikamano, uwajibikaji na kinachoendelea kushinda kwa misingi ya sera na utekelezaji wa ilani. Katika kufanya kazi zetu, tukisema umoja wetu ndio ushindi wetu, ushindi wetu utakuwa katika kujenga utu wa Mtanzania, kazi na utu kazi na utu, na napenda kutoa tena shukurani zetu za dhati, kuwasilisha kwenu kwa mara nyingine, shukrani za Mheshimiwa mwenyekiti kwa kazi kubwa mnayoifanya. Anahimiza na sisi tunamsaidia, tunahimiza kwamba tuendelee kujenga uhai wa chama Tupange vikao vyetu tupange mikutano yetu kwa mujibu wa kanuni na taratibu, na tuhakikishe sote tunashiriki katika vikao, hususan vikao vya mashina. Kwa upande wake, katibu wa itikadi wenezi na mafunzo wa chama cha mapinduzi CCM Kenani Kihongosi amesema ziara hiyo ya katibu mkuu inayobeba kauli mbiu isemayo shina lako linakuita, inaonesha dhamira ya dhati ya Balozi Dr Migiro, ya kufanya mageuzi makubwa ndani ya CCM kwa kuanzia ngazi ya chini kabisa ya chama hadi taifa. Viongozi hawa, kwa kauli mbiu ambayo umekuja nayo ya kutembelea mashina, inathibitisha kwamba wewe ni kiongozi ambaye umedhamiria kufanya mageuzi makubwa ndani ya chama cha mapinduzi. Mungu akubariki sana. Naomba viongozi, tumpigie makofi mengi katibu mkuu wetu. Na katibu mkuu amekuja na kauli inayosema shina lako linakuita sasa. Nikisema shina lako mnaitikia linakuita. Tumpe heshima katibu mkuu, moja mbili tatu, twende. Shina lako shina lako. Na hii ni heshima kwa viongozi ngazi ya mashina, shina ndio uhai wa chama. Awali akitoa salamu za mkoa wa Dar es Salaam, mkuu wa mkoa huo Albert Chalamila ameipongeza serikali kwa kutatua kero na malalamiko ya wananchi hasa ya ufunguaji wa baadhi ya barabara katika jiji hilo ikiwemo ya Jangwani, ambapo hadi sasa ujenzi wa daraja katika barabara hiyo umeanza kutekelezwa. Mkoa wetu wa Dar es Salaam, kwa miaka kadhaa, kumekuwa kuna malalamiko makubwa sana ya wananchi yanayohusiana na ufunguaji wa barabara na hasa katika nyakati za mvua. Zipo barabara nyingi, Mheshimiwa katibu mkuu ambazo tumekuwa tukizifunga na Watanzania wanashindwa kupita vizuri kwa sababu ya kilichoitwa mafuriko Mheshimiwa katibu mkuu tupelekee salamu kwa Mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania kwa haya yafuatayo namba moja malalamiko makubwa yalikuwa daraja la Jangwani na daraja la Jangwani Mheshimiwa katibu mkuu sasa limepata mkandarasi linajengwa kwa bilioni tisini na saba na daraja hili Mheshimiwa Katibu Mkuu litakuwa lina urefu wa mita kumi kutoka chini mpaka juu, lakini litakuwa lina mita mia tatu kwa urefu wake, na litakuwa na sikini ya mita mia saba kwa upana mpaka sehemu ya kutembelea abiria au watu wa kawaida. Mheshimiwa Katibu Mkuu, kwa sababu ukanda ule wote umekuwa ukisumbua maji, lipo daraja la Kigongo na daraja la unapoelekea Mkwajuni. Daraja la Mkajuni linajengwa kwa sichini ya bilioni 11 na daraja la Kigogo linajengwa kwa sichini ya bilioni 17. Mheshimiwa Katibu Mkuu, nimesema ni yaseme haya kwa sababu yamekuwa ni kero kwa muda mrefu na hasa katika kuchelewesha shughuli za kimaendeleo katika mkoa wetu. Ziara ya Balozi Dr. Asha Rose Migiro inatarajiwa kuendelea katika maeneo mbalimbali nchini ikiwa ni sehemu ya mkakati wa CCM wa kuimarisha uongozi shirikishi, kusikiliza wanachama na kuhakikisha chama kinaendelea kuwa imara kuanzia ngazi ya shina hadi taifa. Naibu waziri wa nchi ofisi ya Rais, mipango na uwekezaji, Dr. Pius Stephen Chaya amewaagiza wawekezaji nchini kuhakikisha wanaajiri vijana wenye sifa stahiki ili kujenga uendelevu wa miradi ya uwekezaji na kuongeza ujuzi kwa Watanzania. Meshack Emmanuel kutoka Mwanza anayo taarifa zaidi. Dr. Chaya ametoa agizo hilo wilayani Magu mkoani Mwanza wakati wa ziara yake ya kukagua maeneo ya uwekezaji hususani katika sekta ya ufugaji wa samaki. Akizungumza katika ziara hiyo akiwa kwenye kiwanda cha Rufi Farm, Dkt. Chaya ameiagiza mamlaka ya uwekezaji na maeneo maalum ya kiuchumi Tanzania Tiseza kwenda kusimamia kwa karibu wawekezaji wote wanaosajiliwa ili waheshimu masharti ya ajira kwa vijana wa Kitanzania kulingana na mwongozo uliopo. Kuna changamoto mbalimbali ambazo tumekutana nazo ambazo kimsingi wamezieleza ikiwepo uvamizi wa magugu lakini vilevile vile, uh, bado kuna changamoto za hapa na pale za ulinzi ambazo nimemwelekeza eh, mkuu wa wilaya wa Magu ashughulikie swala la ulinzi kuhakikisha kwamba hapa kunakuwa na ulinzi wa kutosha, kwa sababu hawa watu wanalipa kodi lakini wanachangia kwenye tatiz, kutatua tatizo la ajira. Kuhusu swala la magugu, uh, mimi kama uh, mwakilishi wa serikali nalichukua, tutashirikiana na wenzetu wa kilimo, uvuvi na watafiti wa, wa, wa kuhakikisha kwamba tunawezaje kumsaidia huyu mwekezaji ili tuweze kutatua hili tatizo la magugu. Lengo letu tuone kwamba kuna uendelevu wa hii miradi. Lakini sisi kama serikali hususan wizara letu ya mipango na uwekezaji, tunapoangalia masuala ya uwekezaji tunajikita kwenye maeneo mawili. La kwanza tunaangalia tija ya uwekezaji, lakini ya pili tunaangalia kama huu uwekezaji unakuza ajira. La tatu tunaangalia kama huu uwekezaji mwisho wa siku utachangia kwenye pato la taifa. Haya yote yanaenda sambamba na ndio lengo la kufanya ziara yangu huku. Kwa upande wake, afisa mahusiano ya nje kiwanda cha Rofi Farm Chen Liangfang ameishukuru serikali kwa kutengeneza mazingira rafiki ya uwekezaji nchini. Sandi serikali hakia lafasi changa kiwanda fanya miashara mzuri. Asante serikali kwa kucha kiwanda wala shishi fanya kaji, wala shita lili shishi wamba serikali saidia toa changamoto saidia miyashara pata miyashara mingi saidia pata lwamatilio. Asante sana. Wakazi wa kitongoji cha Madobole kijiji cha Kitulila jimbo la Njombe mjini wanataraji kuondokana na changamoto ya kukosa huduma ya umeme kwa miaka mingi baada ya shirika la umeme nchini TANESCO kufikisha miundombinu ya umeme katika kitongoji hicho chenye wakazi 248 kwa asilimia 95. Kwa taarifa hii tuungane naye Ibrahim Godfrey Mlele kutoka Njombe. Kwenye ziara ya mbunge wa jimbo la Njombe mjini Mheshimiwa Deodatus Philip Mwanyika, wakazi wa kitongoji hicho wamesema ujio wa umeme utaondoa kero mbalimbali mbali, zina zinazotumia huduma ya umeme pamoja na kuchochea maendeleo. Umeme una faida nyingi. Kwanza itatusaidia kupata huduma kwa bei nafuu ikiwemo miundombinu ya mashine. Tulikuwa tunatembea kwa mguu kutoka hapa hadi Kitulila au Matola, lakini kwa sasa tutasafiri na kwa bei za mafu, mashine za mafuta tulikuwa tunatumia gharama nyingi, debe moja kukobwa na kusaga shilingi fuku kwa natumia yani na TV, lakini nina changamoto, nilikuwa na changamoto ya betri Tewasha TV mara taarifa ya habari haiishi, tayari umeme umezima. Lakini saa hizi najua maisha ni plus. Ninashukuru mradi huu unatekelezwa chini ya shirika la umeme TANESCO ambapo wananchi watachangia shilingi elfu ishirini na saba ili kuingiza huduma ya umeme kwenye nyumba zao, ambapo shirika linasisitiza utunzaji wa miundo mbinu pindi umeme utakapowashwa. Zaidi anaeleza mhandisi Dennis Mrema kutoka shirika la TANESCO wilaya ya Njombe. Mradi huu ulikuwa una jumla ya kilomita 1.6 za laini kubwa t kama tunavyoiona hii laini kubwa, lakini pia ilikuwa ina kilomita 6.3 kwa ajili ya hizi laini ndogo zilizoingia katika majumba yetu tunavyoziona. Lakini pia mradi huu, mheshimiwa diwani, ulikuwa ni mradi wa ndani, yani kama ofisi kama ni mkoa, ulikuwa ni mradi ambao ulikuwa ndani ya mkoa, na ulikuwa una gharama ya shilingi milioni mia mbili na 45. Kwa hiyo tulifanikisha mradi huu mpaka sasa hivi, mheshimiwa mbunge na wananchi, mradi huu una asilimia 95. Mradi huu tulitarget kufikia wateja karibu wote, au wananchi karibu wote wa kijiji cha Madobole, na tulifanikiwa kuwafikia wateja 98. Mbunge na wa jimbo la Njombe mjini Deodatus Mwanyika akizungumza na na wakazi wa kitongoji cha Madobore kata ya Matola anaeleza namna serikali inavyotatua changamoto ya ukosefu wa umeme kwenye vitongoji kupitia mradi wa ujazilizi huku akisisitiza wa wananchi kutunza mazingira kwa kutochoma moto ovyo. Umeme huu miundombinu hii ni yetu, yaani ukisema hii ni TANESCO, unajidanganya. Ni yetu, italetwa transforma hapa ni chombo chenye bei cha thamani kubwa. Transformer ikiharibika, kuipata hakunaga ile unakwenda kununua dukani, transformer ile pale unaleta hapa, hakuna lazima utoe order, order inachukua muda. Lakini hata sisi tunaweza tukawa waharibifu, kwa hiyo lazima kila mtu ahakikishe swala la kutunza miundombinu ni ukienda ukachoma moto shamba, katika kuchoma moto si unasafisha moto kwa kushinda ukaunguza hizo nguzo. Nguzo nguzo ikaungua, nyaya zikagusana, transformer inalipuka kwa sasa wakazi wa kitongoji cha Madobore hutembea zaidi ya kilomita kumi kufuata huduma mbalimbali zinazotokana na nishati ya umeme ikiwemo kusaga, huku baadhi yao wakitumia nishati ya umeme wa sola, ambayo siyo ya uhakika. Kutoka hapa mkoani Njombe, katika Rimasha, ule mji wa Njombe, TV Habari, mimi ni Ibrahim Godi Flei Mlele. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi George Simba Chawene amewataka askari wa idara ya uhamiaji nchini kuongeza ufanisi katika kutoa huduma bora kwa wageni kiwemo watalii wanaoingia nchini ambao uliingizia taifa kiasi kikubwa cha fedha kinachosaidia sekta za maendeleo nchini kiwemo afya, elimu, miundombinu mbinu ya barabara na ujengaji wa viwanja vya ndege, huku akiwataka kuwa mfano wa kuigwa. Anicho Chacha na tuarifu zaidi. Simba Chawene ametoa rai hiyo wakati wa kikao na uongozi wa juu wa idara ya uhamiaji visiwani Zanzibar, ambapo imebainika sekta ya utalii imeingiza watalii milioni moja laki tisa ishirini na nne elfu na mia mbili arobaini kwa mwaka 2024 huku kwa mwaka 2025 watalii milioni mbili tisini na saba elfu na mia nane ishirini na tatu wakiwa wameingia. Akizungumza katika kikao hicho, kamishina wa uhamiaji Zanzibar Hasani Al Hassan ametoa taarifa ya fedha na miradi mbalimbali inayoendelea, lengo ikiwa ni kuboresha huduma za kiuhamiaji. Mgeni yoyote anapoingia anakutana na afisa wa uhamiaji, anamwambia karibu, na anapoondoka anaagana naye. Nyinyi ni receptionist. nyinyi ndiyo sura ya Tanzania nyinyi ndiyo mmebeba ukarimu wetu, nyinyi ndiyo mmebeba utamaduni wetu. Mnapaswa kuwa mfano wa kuigua. Vyombo vingine vyote vitakapokutana na mgeni, nyinyi ndiyo expert wa eneo hili. Mgeni ana namna anavyokaribishwa. Wako wengine wanageuza maslahi wanapomwona mgeni, na sio tu anapoingia na kutoka, bali hata anapokuwa katika shughuli zake. You are still in charge of all the farmers in our country, whether they are investors, whether they are tourists. Ninyi ndio in charge. Fedha zilizoainishwa na kupokelewa Mheshimiwa Waziri, ofisi ya uhamiaji Zanzibar kwa mwaka wa fedha 25 26 imeidhinishiwa kutumia jumla ya shilingi bilioni 25.5 25, kati ya fedha hizo bilioni 12.7 12, ni za matumizi ya miradi ya maendeleo na bilioni 12.7 12, sawa sawa na kiwango hicho hicho ni kwa ajili ya matumizi ya ofisi. Tazamaji, hii ni taarifa ya habari. Mimi ni Sare Nasr. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea tutaendelea na taarifa yetu ya habari.